Sasa unajua kama mzunguko wako wa hedhi ni wa siku 21 au ni wa siku 24 au ni wa siku uh, 28, siku 30 au siku 35. Unajuaje? Simple calculation. Na pia nimekuwa nikielekeza kwenye video zilizopita. Hii video nimerekodi kwa ajili ya maswali ambayo nimekuwa nikiyapokea DM, nimekuwa nikiyapokea inbox, bado watu hawajui mizunguko yao ya hedhi ni ya siku ngapi. Hawajui ni na namna gani anaweza kuhesabu siku salama na siku za hatari au siku za baraka. Sasa nimerekodi hii video kwa ajili ya wale wote ambao wanajiuliza maswali na wale ambao hawakuuliza maswali lakini kwa faida ya watu wote. Pilio, mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi, unahitaji kufahamu haya mambo yafuatayo. Baada ya kuwa ni mwanadada au mwanamke ambao tayari umeshavua kwenye puberty age, tunatarajia mayai yako yanaweza kuanza kupevuka muda wowote kuanzia pale na itakuwa ni rahisi kwako kupata ujauzito endapo mbegu za uzazi zitaingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke ambaye tayari yuko kwenye puberty age na mayai yake yanaweza kupevuka vizuri, kwa maana huyu mwanamke tayari anakuwa na afya yake ya uzazi ambayo iko vizuri. Sasa ukishajiona tayari umevuka kwenye puberty age, unahitaji kusikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna lesson unaenda kujifunza, na unaweza kuwa balozi mzuri kwa wanao, kwa familia yako na hata kwa marafiki zako wa kike ambao hawajui ni namna gani waweza kuhesabu mizunguko yao ya hedhi kiusahihi. Okay, kufanya siku ambayo umeona damu yako ya hedhi nazungumza na wewe ambaye ni mtu mzima, siku ambayo umeona damu yako ya hedhi ile huwa ni siku yako ya kwanza ya mzunguko wako wa hedhi mpya na ni siku yako ya mwisho ya mzunguko wako wa hedhi uliopita. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ya ya kwa mfano mwezi umeona damu yako ya hedhi tarehe tatu ya mwezi wa kumi. Then, mwezi wa kumi na moja tarehe moja au tarehe mbili umekuja kuona tena damu yako ya hedhi utahesabu hizi siku ni siku ngapi? Utapata labda siku ishirini na nane, siku ishirini na tisa, au siku thelathini siku siku siku au kwa kwa hiyo hiyo kama itakuwa hii ratiba inajirudia kila mwezi, kila mwezi mwezi ukihesabu ile siku thelathini, siku thelathini, siku thelathini. Kwa hiyo wewe tutasema una mzunguko wa wa hedhi wa siku thelathini. Kwa wale hawa uh, no, ambao hawajui kwa hesabu mizunguko yao ya hedhi, naomba anisikilize vizuri hapa. Siku ambayo umeona damu yako ya hedhi inakuwa ni siku yako ya kwanza na ni siku ya mwisho ya mzunguko huo pia. Mpaka siku unakuja kuona tena damu ya hedhi kwenye mwezi unaofuata, itakuwa ni siku ya mwisho ya mzunguko wako huu ulioanza na ni siku ya kwanza ya mzunguko huo mwingine ambao utakuwa umeanza. Kwa hiyo kija kwa hesabu hapa nimetoa na mfano. Kwa mfano, umeona tarehe 3 leo mwezi wa kumi damu yako ya, ya hedhi mpaka mwezi wa kumi na moja tarehe moja au tarehe mbili umekuja kuona tena damu yako ya hedhi, utahesabu hizi siku, utapata siku zako za hedhi. Kuna ambao nimekuwa nikiwauliza, una siku za, za una, mwonyi, mwonyi, uliza, una, una, una, una, una, una, una mzunguko wa siku ngapi? Una, una, una mzunguko wa hedhi wa siku ngapi? Mara baada ya kuwa ameniuliza labda sipati ujauzito, nahitaji kupanga siku zangu za hatari za na siku salama, ili nijue ni namna gani naweza kucheza nazo. Ukimuuliza una siku una, una, una mzunguko wa siku ngapi, anakwambia na mzunguko wa siku tatu au na mzunguko wa siku tano. Hapana, huo sio mzunguko, hizo ni siku zako za ada au siku zako za, za hedhi. Mzunguko wa hedhi uh, ni ule ambao unaanzia kwenye hizo siku ile ya 21 na kwenda mbele, huo ni hiyo ni healthy menstrual cycle kwa mtu ambaye ana afya yake nzuri, homoni zake za kike zimekaa vizuri, hata relay humo. Ukiona chini ya hapo, ile siku kumi na sita, basi unahitaji kwenda kumwona daktari either gynecologist au daktari wako ambaye unamwamini, aweze uh, aweze kung'amua either unawezekana ukawa na tatizo fulani fulani hivi. Baada ya kujua na mzunguko wa hedhi wa siku ngapi, unawezaje kupanga siku za hatari? Unawezaje kupanga na siku salama? Okay, hapa twende vizuri. Kwa wale ambao wanatafuta watoto wanisikilize vizuri hapa, na kwa wale ambao wanataka kutumia kalenda kama njia yao kupanga uzazi salama, basi wanisikilize vizuri, ili uweze kuepuka mimba ambayo hujitarajia, sawa na kwa na kwa wale ambao wana struggle waweze kupata ujauzito haraka, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Kwenye mzunguko ya hedhi wa kina mama kuna hizi stage kuu mbili, luteal phase pamoja na follicular phase. Sijui kiswahili chake nitakiekaje, lakini naomba mnielewe kwa sababu nimeshazungumza kwenye video zilizopita. Kuna luteal phase pamoja na follicular phase. Hizi ni phase ambazo ya yai toka linaanza uh, kukua mpaka kufikia kwenye stage ya kumachua lazima lipite kwenye hizi stage hapa, sawa. Preliminary stage mpaka ame maturity stage. Stage ya kwanza kabisa ilikuwa ni changa mpaka inafikia stage ya kuwa limekomaa na liko tayari kuvuka, kuweza kufanywa fertilization au urutubishwaji na ujauzito kutokea. Kwa hiyo hizi stage ni stage uh, kuu mbili ambazo wanawake wote lazima wazipitie kwenye uh, hard zao za kike, ili aweze kuona hedhi yake, au kama anahitaji kupata ujauzito lazima apitie kwenye hizi stage. Tunasema huyu mwanamke ambaye ana afya sasa, kwenye luteal phase luteal phase kwa wanawake wote huwa ni siku 14. Luteal phase kwa wanawake wote huwa ni siku 14. Hii huwa ni constant, haibadiliki kwa wanawake wote. Aidha na no mzunguko wa siku 21, ya siku 20, ya 24, siku 28, siku 30 na siku 35 au kwa tofauti na hizo wote lazima mpitie kwenye hizo stage kuu mbili. Sasa mimi nitachukua tu hii uh, luteal phase. Na nimeshaizungumzia kwenye video zilizopita, unaweza kuangalia kwenye video zilizopita ukiona nizungumziaje kuhusu luteal phase. Sasa luteal phase huwa ni siku 14 kwa wanawake wote. Sawa? So, hii tunaitumia wakati wa kuhesabu siku salama na siku za hatari kwenye kupanga pale. Ili ujue kwamba nikiwa na mzunguko wa siku 21 nitakuwa na siku ngapi za hatari na nitakuwa na siku ngapi salama. Kama nikiwa na mzunguko wa siku 28 na nitakuwa na siku ngapi salama na nitakuwa na siku ngapi za hatari. Na je, zinaanzia wapi hizo siku za hizo hizo siku salama na hizo siku za hatari? Hii utaijua baada ya kuwa unajua uh, uh, luteal phase,

Ukija kufanya hesabu haraka haraka hapo utapata saba. Sawa? Kwa hiyo mtu mwenye mzunguko wa siku 21, siku ambayo tunatarajia yai itapevuka itakuwa ni siku ya saba toka ameona ada yake ya kike. Mtu ambaye ana mzunguko wa siku 21, siku ambayo yai itapevuka ni siku ya saba toka ameona ada yake ya kike. Toka ile siku muona damu, kama ana mzunguko wa siku 21, toka siku muona damu, siku ya saba ndio siku ambayo yai lako litapevuka na kama unahitaji kupata ujauzito inabidi uzitumie hizo siku effectively sasa kwa bahati mbaya kuna baadhi ya wanawake inatokea anaona damu yake ya hedhi siku saba anashiriki vipi huyu mtu kupata ujauzito na kama anahangaika na wengi kweli wamekuwa waki struggle kwa sababu anakuwa uh, hajui kwa hesabu siku zake salama na siku za hatari mpaka kufikia mwisho siku anafuata mzunguko wa hedhi wa mtu ambaye ana siku 28 kwa hiyo kuna hapati ujauzito ana struggle mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu kwa hiyo kama una mzunguko wa siku 21 na una struggle kutafuta mtoto, sikiliza vizuri hii video na maelekezo ambayo nakupa. Chukua 21 ambayo ni mzunguko wako wa hedhi. Toa na 14 ambayo ni luteal phase. Utapata 7. Saba. Saba hii ndio itakuwa siku ambayo tunatarajia yai lako la kike litapevuka. Kwa hiyo kwa wale ambao wana struggle, labda anapata anapata ada ya yake ya kike, anaona damu yake ya hedhi siku saba na nataka kupata ujauzito. Sawa, msiogope, inawezekana. Kama hali imekuwa tete zaidi, naona mzunguko huo, japokuwa si salama, lakini unaweza kuzungumza na mwenza wako, mkahakikisha hamna magonjwa ambayo ya yanaambukiza, lakini pia mnaweza kaa kumshirikisha daktari wenu kwamba tunaweza kushiriki kwenye siku ambazo ninaona damu ya heavy kama kweli hali yako imekuwa tete, unaweza kushiriki hata siku ambayo unaona damu. Kwa mfano, kama siku ya saba ndiyo siku ambayo yeye inapevuka na wewe unaona damu siku saba, unaogopa kushiriki, kwa sababu ukimletea changamoto mwenzio anaweza kupata maradhi ambayo inatokana na ile damu, inakuwa imebeba debris, imebeba yeah, dead cell, sometime inakuwa na infection. Unaweza kumsababishia mwenzio uh, changamoto kwenye uh, changamoto ya STIs au wakati mwingine hata urinary tract infection UTIs, na magonjwa mfano hayo kama fungus and so on and so on. Sasa so mtazungumza na daktari wenu kwamba mimi namzunguka siku 21 lakini damu yangu ya hedhi ninaona siku saba, na si na kushiriki kwenye hizo siku, kwa sababu naona hii damu inaweza ikawa si salama kwa mwenzangu, ikamletea changamoto za hapa na pale. Baada ya kushauriana na daktari wenu, anaweza akachukua hatua zaidi na mwisho siku akawashauri mweze kushiriki kwenye zile siku ambazo unaona damu yako ya hedhi. Kwa sababu ukishiriki siku ya tatu ya nne ya tano ya sita unaweza ujauzito ukatokea, okay? Haishauriwi sana, haishauriwi sana kufanya hivyo, lakini inapobidi inabidi mshiriki kwenye hizo siku ambazo unaona damu yako ya hedhi. Hakikisha unajua exactly kama ni siku 21. Na si uh, na si vinginevyo. Okay. Kwa mtu mwenye mzunguko wa siku 24, Kwa mtu mwenye mzunguko wa siku 24, huyu ni mtu wa pili. Calculation ni zile zile. Utachukua 24, utatoa na 14. Utachukua 24, utatoa 14. Utapata 10. Ina maana mtu mwenye mzunguko wa siku siku yake ya ovulation au siku ambayo yai litapevuka ni siku ya kumi toka ameona ada yake ya kike. Ina maana toka ile siku uliona damu yako ya hedhi mpaka siku ya kumi, ile siku ya kumi ndio ndio siku ambayo ni ya ovulation. Ndio siku ambayo yai litapevuka kama ana mzunguko kwa siku 24. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji ku- uh, wanatafuta mtoto, wanatafuta ujauzito tunasema kutokea ile siku ya ovulation utaweka siku tano nyuma kutokea siku ambayo ovulation imetokea utaweka siku tano nyuma uweze kushiriki na mwenza wako ili upate ujauzito sawa. Kwa hiyo ukiniuliza kama na mzunguko wa siku ishirini na nne, siku zangu za hatari zitakuwa ni zipi, nitakwambia tokea siku umeona damu yako ya hedhi mpaka kufikia siku ya kumi. Sawa? Ehe, siku ambayo unatarajia yai itamvuka, utaweka siku ta siku tano nyuma, itakuwa ni siku ya tisa, siku ya nane, siku ya saba, siku ya sita, siku ya tano. Kwa hiyo kama na mzunguko wa hedhi wa siku 24, kuanzia siku ya tano ya mzunguko wako wa hedhi wanatakiwa uanze kushiriki na mwenza wako ili kupata ujauzito ambao unautafuta kwa miaka mingi au siku zote na imekuwa ni ngumu kwa kupata. Sawa? Siku zako za hatari zitaanza siku ya tano. Kwa hiyo siku ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya kumi ambao ni siku ya ovulation, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14, ya 15. Sawa? Ehe, ya hizi siku za baada ya ovulation tunaziweka nyingi, kwa wale hasa ambao hawahitaji kupata ujauzito ambao hawajautarajia, lakini kwa wale ambao wana struggle wanatafuta ujauzito, ovulation huwa mara nyingi ina kama masaa 24, mzidi sana masaa 48, ila huwa ni masaa 24. Sawa. Baada ya pale, ukimiss basi, inawezekana ujauzito usitokee kwa sababu mpaka mzunguko unaofuata